hawa ni rachel adhiambo omondi na ezekiel ochieng ogoma mtu na mkewe mbele ya hakimu wandamizi peter ndwiga tamthilia kuwahusu inahadithiwa hivi januari mwaka uliopita wakishirikiana na wengine walichapisha ripoti gushi ya polisi na kudai kuwa imetiwa saini na afisa wa kusimamia kituo cha yala kaunti ya siaya Ripoti hiyo ilidai kuwa Ezekiel alipata ajali barabarani akiwa kwenye gari nambari KBG 332A na kufariki siku hiyo hiyo. Walichapisha cheti gushi cha kifo kuthibitisha kuwa Ezekiel alikuwa amefariki. Cheti chenyewe kikidaiwa kutiwa saini na FK Idwasi, msajili katika kaunti ya Siaya. Miezi sita baadaye, Rachel aliwasilisha cheti hicho kwa kampuni ya bima ya Jubilee na kumkabidhi cheti hicho afisa mmoja wa kampuni hiyo akijua vyema kwa Ezekiel hajafa. Walichokuwa wakitafuta kutoka kwa kampuni hiyo ya bima ni shilingi laki sita mia sita na sitini na tano. Kampuni ya bima ya Jubilee iliwalipa pesa hizo miezi miwili baadaye. Ni hayo yaliyowatia mashakani mume na mke, baada ya siri yao kufichuka. Wametozwa thamani ya shilingi laki tano kila mmoja, wakisubiri kusikizwa kwa kesi hiyo koti itakapowapa miadi. Faiza Maganga, Citizen, pashe.